Tuko eneo hili kwa ajili ya lengo moja tu, tumefika hapa kwa ajili mashughuli ya upandaji miti ndani ya shule hii. Shule hii binafsi mimi nina historia nayo. Shule hii ni shule ambayo mimi nimepata elimu yangu ya msingi, lakini sijawahi kuiacha. Kama ulivyoona hapa kwenye taarifa, wamesema kwamba tulishakuwa na mambo ya michezo mwezi Mei 2025 binafsi tuliona ni vyema tukaja shule hii tukaweka halama ya upandaji miti, kwa sababu kwanza ni sera ambayo saizi ipo ya upandaji miti na utunzaji miti ndani ya jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Ni sera ambayo tunamsapoti mama yetu rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuhakikisha misitu inaimarika, ardhi yetu inakuwa bora. Tunasisitiza tupande miti, kwani miti ndiyo maisha yetu, miti ndiyo uhai wetu miti ndio vyanzo vyetu vya maji. kubwa sana kwa kwa upendo unaoonyesha katika jamii na, na, na kwa vingi. Kwa hiyo katika upandaji wetu miti wa leo ni siku nzuri, na watu hapa ni nzuri, wanapokea vizuri. Mimi binafsi nimefurahi, tuko pamoja wakati